Mimi ni Gabriel Zakaria. Rais Dr. John Magufuli amewataka wakurugenzi wa halmashauri majiji, manispaa, miji na wilaya aliyowateua hivi karibuni kusimamia mapato katika halmashauri zao ili kuondoa kero mbalimbali kwa wananchi. Rais Magufuli amesema hayo Ikulu jijini Dar es Salaam katika hafla maalum ya kiapo cha uadilifu kwa viongozi wa umma, ambapo ametoa wito kwa wakurugenzi hao kuwa watetezi wananchi wa wananchi wanyonge. Mwandishi wetu ni Mlai anasimulia katika taarifa hii. Ikulu jijini Dar es Salaam, viongozi mbalimbali wakiwemo wakurugenzi wateule wa halmashauri miji na majiji wakisikiliza kwa makini risala ya Rais Dr. John Magufuli kabla ya kula kiapo cha uadilifu kwa viongozi wa umma, ambapo katika hotuba yake rais amesema kuwa halmashauri zihusike katika ukusanyaji wa mapato na kutoa onyo kwa wafanyabiashara wasio waaminifu. Halmashauri zenu zitahusika katika kukusanya mapato. Amekuwa na tabia ya baadhi ya wakurugenzi kuingia mikataba na wafanyabiashara wanaowafahamu wao, na wao ndio wanakuwa wakusanyaji wa mapato, na percentage kidogo ndio inaingia kwenye halmashauri. Percentage kubwa zinabaki kwa hao waliowaamini na baadaye wanashare pia Rais Magufuli ameelezea juu ya taarifa za uvumi katika mitandao ya kijamii zilizodai kuwa mmoja wa kurugenzi wa teule hakuwa na sifa stahiki. Nilipokuwa nikijaribu kuingia kwenye mitandao, ninaona comment zingine nacheka, we mara mwingine anazungumza jina la fulani yeye anafanya hotelini, majina kufanana, sikosa. Anasema ana certificate ya hoteli. Mimi ninajua niliyemteua kwa jina hilo ana master ya MBA na ninauhakika yu Sasa wapiga picha, mumpige picha huyu, mkampige na yule mfanyakazi wa hoteli. Ana diploma, ana masters, na alikuwa na kazi yake kubwa tu, mkaguzi wa shule. Kwa upande wao makamu wa Rais Samia Suluhu Hassan ametoa wito kwa wakurugenzi wa teule kufanya kazi kwa kushirikiana na baraza la madiwani, huku waziri mkuu Kassim Majaliwa akisema kuwa jukumu la ukurugenzi ni nyeti na linahitaji utulivu na kujituma. Wewe ni mtumishi wa watu na watu wa eneo unalokwenda wanawakilishwa na madiwani. Kwa hiyo madiwani ndio ako pamoja na wasaidizi utakaowakuta ndani ya ofisi yako. Madiwani ni kama bunge lako dogo. Rais ana bunge lake katika ngazi ya taifa, na wewe kule kwako mna bunge lenu hilo la madiwani. Naomba mtambue kwamba jukumu mliopewa ni jukumu muhimu na ni jukumu nyeti, linahitaji utulivu, lakini pia kujituma. Dorini Mlai, TBC, Dar es Salaam.